Alkabairi katika madhambi makubwa au miongoni mwa madhambi makubwa kabisa ni alishraku billah, kumshirikisha Allah. Kumshirikisha Allah ni dhambi kubwa mno na ni mbaya zaidi ya dhambi zote. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume na mitume wote waliokuja mwanzo akawaambia watu wao, an ibudu llaha wajtanibu taghut, mwabuduni Allah najiyepusheni kuabudia asiyekuwa Allah, kwa sababu hii ni dhambi mbaya mno, kujalia kujaalia Allah subhanahu wa taala niddan, kwamba kuna kingine cha kukiabudia asiyekuwa yeye, kwa hii imehesabika ni dhambi kubwa na mtu ambaye atakayekufa na dhambi hiyo ya shirki bila ya kutubu mpaka umauti ukawa umemfikia , basi mtu huyo hatotoka motoni, atakaa motoni milele, kwa sababu shirki inaporomosha amali linsan, amali lmuslim, inaporomosha matendo ya Mwislamu. inna llaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah. Hatamsamehe yule aliyemshirikisha, lakini anasamehe yale ambayo yasiyokuwa shirki. Kulo mtu anapokuwa katika hali hiyo, hali ya shirki, basi mtu huyu hatosamehewa, kuonesha ubaya wa dhambi ya shirki. Kwa maana kila mmoja katika Uislamu na mpasa kila siku kwanza ajue ni kipi na kipi ni katika ushirikina, kisha ajiepushe, kwa sababu ni balaa mtaakaona afanya matendo amali saliha, lakini matendo yake haya mwisho akayakutana nayo kwamba yeye ameruka patupu. wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala walatakunanna min alkhasirin, Mtume anaambiwa ikiwayo utamshirikisha Allah, basi matendo yako yataporomoka yatabatilika, na utakuwa ni mwenye kupata hasara. Haya maneno aelekezewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. sasa wa mabaruka, kiumbe mwingine asiyekuwa nabii anambia Illahi taala jambo la shirki ukeji... ni jambo baya, na katika zama zetu hizi imedhihiri katika mambo mbali aina mbalimbali, umedhihiri mashekhe wekeji sifu kwamba wao ni mashehe na kadha, lakini hakikata hao wengi wao ni makuhani, ni jamii za wachawi na walozi na wana mazingaombwe asa so, watu wengi wanavutika kwa sababu watu wana shida mbalimbali na shida zao wameacha kuzikabidhi kwa Allah subhanahu wa taala. Eh, wanaona kwamba Allah anachelewa katatulia matatizo yao na kuwapa faraja, wameamua kuwasikiliza watu hao. Hawa watu ni waongo, minadajajila kadhabun, ni waongo. Inatakiwa kuwakimbia na kuwatahadharisha umma kujitenga na watu hao, hasa katika zama zetu hizi za kukusanya maokoto, kama yakulun kukusanya pesa, amba anaja haa watu wana matatizo, matatizo ya kwanza wakaleta madawa haya madawa, anasema tiba mbadala e, misikiti yote toa misikiti yetu hii salafi, waejaa ya mlangoni ya Allah ya Allah ya Allah. Ya ya wengine wakasema huku tunachelewa kuna wingi na mlango mwingine mlango wa dua, kwamba wao ndio mabingwa wa kusomea dua, wao ndio kuwasomea watu dua na dua zao ndio makubula, kwamba ndio zinakubalika, dua za watu wengine hazikubaliki. Hivi Muislamu anaweza kuamini haya? Lakini kwa sababu watu wana matatizo mbalimbali, na watu wana jahili, hawana ufahamu katika dini, wanawakubalia, wanasomba watu wengi, makundi kwa makundi. Mpaka wanaangalia hivi, atakapokuja yule Masihi Dajjal itakuwaje? Allahumma sallim sallim, e, Allah tusalimishe. Sasa ni jukumu letu kutanabaisha na kuzinduana katika haya. Hawa majamaa wanaongezeka na kila siku wanazuka wapya. Mtu amefeli ame, ame katika maisha amefeli katika masomo, anaangalia njia ya mkato. Si hii ni njia ya mkato? Anaingia huko bwana, anapoingia huko anaanza balaa na vurugu mechi na watu wanaanza kumfuata makundi, na wengine wanamtetea, hali yakuwa hawa ni makuhani hawa ni, e, ni wale ambao kama qala alqa'il kadhaba lmunajimuna walau sadaku. E, hao ni wanajimu tu, wameongopa. Hata kama ikitokea yale maneno yao yamesadifiana na ukweli, lakini wao wameongopa. min kabail alishraku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ili moja katika kabail. Leo tutaishia hapa, kutokana na uzito wa hili jambo la shirki na haya ambayo yanayoonekana katika jamii zetu, ya ambayo yanaonekana t yameshikwa na Waislamu. Aii, kwa nini tunakuakaa aposhika na Waislamu? Kwa sababu ya mapenzi yetu na Waislamu wenzetu. Sisi kaye tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, lazima katika maisha haya tukabiliane na changamoto. Ni nani katika sisi ambaye hajapitia katika misukosuko na mitihani hapa na pale? Nani nani? Si kama maradhi, au aweza kuwa kimaisha, wengine kimaisha, wengine kiumaskini wengine kimaisha, wamepata utajiri. Mtu alipopata utajiri, siku alipoingiza pesa, ndipo siku alipopata ugonjwa wa sukari. Siku alipo nimepata faida mwezi huu eh, ni bilioni kadhaa basi, alipoambua ni bilioni kadhaa, bilio pale pale, akasimama akaenda kujisaidia, kishokutwa. Mwingine alipopata pesa, na presha juu, akaanguka chini, anapepewa, amka mzee, kwa kuamkia hospitali. Anakuja vipi? Anaambiwa bwana, tumetajirika. Zote hii ni changamoto za changamoto kwa utajiri au maskini. Wengine watoto pata changamoto watoto, kwamba watoto wao wanamtarajia mtoto wako awe marjua kadha, lakini unaweza kusikia habari zake wamba mteja, subhanallah, umegharamika kiasi gani kumsomesha umegharamika kadha wakadha, lakini leo anafikia hivi. Si hivyo tu, karama kwa Allah, watoto wengine kwamba mishoga kwamba jitoto shoga zao changanyikiwa. Allah, wali ndo wetu, kwa kweli ni mtihani, kwa zote hizi ni aina za nini za, za changamoto. Sio hiyo tu kwamba mtu ukapata ugonjwa mtu au kadha, ukaona kwamba dunia ndo imekwisha. Hapana, endelea anaendelea. So kwa wewe eh, muombe Mola wako Allah tabarak wa taala, na kuwa na yakini atakujibu, hatakuondolea mabalaa hayo. Fata nyiradi za subuhi na jioni alizofundisha Nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zaidi ya hapo takwenda Eh, tusikia mshwezauumeangukia kwa wale wengine wale manabii. Kuna almutanabun manabii wa uongo, kila siku katika wakristo wanazuka manabii kila siku, nabii nabii na eh, gani ya oh, jamaa nabii gani ya rabista jamaa. Okay, huyu si tulikuwa naye chuoni, huyu tunasoma naye chuo kikuu, eh, bwana alikuwa mlevi kweli kweli, kwa nabii eh, na na watu hivi watu wanamfuata ili jamaa tuaasha saa saba, huyu hajamaliza huyu hajamaliza leo, kaa nabii huyu kanisani, hata kipaumbele kipa imara kash kupata watu watu watu maelfu ya watu. Sasa ndo yale nasema, je, ikija huyu masihi dajali zama hizo itakuwaje? Ya rabbi hoyo, Allah subhanahu wataala atuwafikishe na tupe thabati katika dini yake na tuondokane na mambo ya shirki.

Allah subhanahu wa taala akatuma mitume na mitume wote waliokuja mwanzo wakawaambia watu wao, an ibudu llaha wajtanibu taghut, mwabuduni Allah, najiepusheni kuabudia asiyekuwa Allah. Sababu hii ni dhambi mbaya mno, kujalia kujaalia Allah subhanahu wa taala niddan, kwamba kuna kingine cha ja kukiabudia asiyekuwa yeye ko so, hii imehesabika ni dhambi kubwa, na mtu ambaye atakayekufa na dhambi hiyo ya shirki bila ya kutubu mpaka umauti ukawa umemfikia basi mtu huyo hatotoka motoni, atakaa motoni milele, kwa sababu shirki inaporomosha amali linsani, amali muslim, inaporomosha matendo ya Mwislamu. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hatomsamehe yule aliyemshirikisha, anasamehe yale ambayo sio kwa shirki. Mtu anakapoka katika hali hiyo, hali ya shirki, basi mtu huyu hatosamehewa, kuonesha ubaya wa dhambi ya shirki. Kwa maana kila mmoja katika Uislamu nampasa kila siku a ajue ni kipi na kipi ni katika ushirikina kisha ajiepushe kwa sababu ni balaa. Mtu anaweza kaona afanya matendo amali saliha, lakini matendo yake haya mwisho akayakutana nayo kwamba yeye ameruka patupu. Wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin, Mtume anaambiwa, ikiwa wewe utamshirikisha Allah, basi matendo yako yataporomoka, yatabatilika na utakuwa ni mwenye kupata hasara. Haya maneno yaelekezewa kwana Mtume salamu, sasa wamabaruka kiumbe mwingine asiyekuwa nabii, minambia Ilahi Taala. Jambo la shirki ni, ni jambo baya na izi, katika zama zetu hizi imedhihiri katika mambo aina mbalimbali, amedhihiri ume, mashehe wekeji sifu kwamba wao ni mashehe na kadha lakini, hakika tan hawa wengi katika wao ni makuhani, ni jamii za wachawi na walozi na wana mazingaombwe sasa so, watu wengi wanavutika kwa sababu watu wana shida mbalimbali, na shida zao wameacha kuzikabidhi kwa Allah Subhanahu wa Taala. Eh, wanaona kwamba Allah anachelewa katatulia matatizo yao na kuwapa faraja, wameamua kuwasikiliza watu hao. Hawa watu ni waongo, minadajaji la kadhabun, ni waongo. Wanatakiwa kuwakimbia na kuwatahadharisha umma kujitenga na watu hao, hasa katika zama zetu hizi za kukusanya maokoto kama yakulun kukusanya pesa. Ah, watu wana matatizo. Matatizo ya kwanza wakaleta madawa, haya madawa anasema tiba mbadala. E, misikiti yote toa misikiti yetu hii kisalafi waejaa, ya mlangoni ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wangina kasema wengi mlango wengine wakasema huku tunachelewa, kuna mwingine na mlango mwingine mlango wa dua, kwamba wao ndio mabingwa wa kusomea dua wao ndio oi wa kuwasomea watu dua na dua zao ndio makubula, kwamba ndio zinakubalika dua za watu wengine hazikubaliki. Hii Muislamu anaweza kuamini haya? Lakini kwa sababu watu wana matatizo mbalimbali, na watu wa na na wana jahali, hawana ufahamu katika dini, wanawakubalia wanasomba watu wengi, makundi kwa makundi, mpaka wanaangalia hivi. atakapokuja yule Masihi Dajjal itakuwaje? allahumma sallim sallim, eh, ala tusalimishe sasa ni jukumu letu kutanabaisha na kuzinduana katika haya hawa majamaa wanaongezeka na kila siku wanazuka wapya mtu amefeli ame, ame katika maisha amefeli katika masomo anaangalia njia ya mkato si hii hii ni njia ya mkato anaingia huko bwana anapoingia huko anaanza balaa na vurugu mechi na watu wanaanza kumfuata makundi na wengine wanamtetea hali ya kuwa hao ni makuhana

yanayoonekana katika jamii zetu ambayo yanaonekana yameshikwa na Waislamu. Kwa nini tunaaaoshikwa na Waislamu? Kwa sababu ya mapenzi yetu na Waislamu wenzetu sisi, kaye tumpokeshe Allah subhanahu wa taala. Lazima katika maisha haya tukabiliane na changamoto. Ni nani katika sisi ambaye hajapitia katika misukosuko na mitihani ya hapa na pale? Nani nani? Si kama maradhi au aweza kuwa kimaisha, wengine kimaisha, wengine kiumaskini wengine kimaisha, amepata utajiri. Mtu alipopata utajiri, siku alipoingiza pesa, ndipo siku alipopata ugonjwa wa sukari. Siku alipon, nimepata faida mwezi huu eh, ni bilioni kadhaa. Basi alipoambua ni bilioni kadhaa, pale pale akasimama, akaenda kujisaidia, kishokutwa. Mwingine alipopata pesa na pressure juu, akaanguka chini, anapepewa, amka mzee, kwa kuamkia hospitali. Anakuja vipi? Anaambiwa bwana, tumetajirika zote. Hii ni changamoto changamoto kwa usajiri au maskini. Wengine watoto pata changamoto watoto, kwamba watoto wao wanamtarajia mtoto wako awe marjua kadha, lakini unaweza kusikia habari zake kwa mteja. Subhanallah, umegharamika kiasi gani kumsomesha, umegharamika kadha wakadha, lakini leo anafikia hivi. Si hivyo tu, karama kwa Allah, mtoto mwingine kwamba mishoga kwamba jitoto mishoga, changanyikiwa Allah wali, ndugu wetu, kwa kweli ni mtihani. Kwa zote hizi ni aina za nini za changamoto. Sio hiyo tu, kwamba mtu ukapata ugonjwa mtu au kadha, ukaona kwamba dunia ndio imekwisha. Hapana, endelea anaendelea, sio kwa wewe eh. Muombe mola wako Allah tabaraka wa taala, na kuwa na yakini atakujibu hatakuondolea mabalaa hayo. Ufata nyiradi za subuhi na jioni alizofundisha nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zaidi ya hapo takwenda Eh, mshoza huyo tusikia wametuma angukia kwa wale wengine wale manabii. Kuna almutanabun manabii wa uongo kila siku, katika Wakristo wanazuka manabii kila siku, nabii nabii gani ya arabista huyu jamaa huyu, sisi tulikuwa naye chuoni huyu, tunasoma naye chuo kikuu. Eh bwana alikuwa mlevi kwa kweli, ndio kwa nabii imani na na watu hivi watu wanamfuata imani ili jamaa tuaasha saa saba huyu hajamaliza huyu hajamaliza leo, kaa nabii huyu kanisani, hata kipaumbele kaskipaimara kash kupata imekuwa nabii bwana na watu maelfu ya watu. Sasa ndoyaas so, je, ikija huyu masihi dajali zama hizo itakuwaje? Ya rabbi oyo Allah subhanahu wa taala atuwafikishe na tupithabati katika dini yake na tuondokane na mambo ya shirki.